Ni matumaini yangu ubuheri wa afya, nikukaribishe kufuatilia utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Langu jina ni Desdery Moses. Mifumo ya upepo inaonyesha kuwa maeneo yanayozunguka ukanda wa ziwa Victoria pamoja na yale ya ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi yatarajia kuwa na upepo unaovuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa. Kufuatia hali hiyo, mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya upepo mkali na mawimbi makubwa hususani katika maeneo yote yanayozunguka ukanda wa Ziwa Victoria pamoja na yale yanayopatikana katika mwambao ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi. Hivyo wananchi wanaojihusisha na shughuli mbalimbali ikiwemo uvuvi pamoja na usafirishaji, wanatakiwa kuchukua hatua stahiki ili kupunguza madhara yanayoweza kujitokeza usiku wa leo natarajia tukuwa maeneo mengi hapa nchini natarajia kuwa makavu, kwa kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kufika nyuzi joto tisa katika mkoa wa Njombe. Na hapo kesho maeneo ya mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba tarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua, na maeneo mengine ya nchi aliosalia, ndugu mtazamaji, natarajia kuwa makavu kwa ujumla. Na sasa karibu tuangazie utabiri wa hali ya hewa wa siku nne zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa Dar es Salaam tunajua kuwa na vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua. Mkoa wa Dodoma tunajua kuwa na vipindi vya jua na ukavu katika siku nne zinazokuja. Mkoa wa Mwanza, vipindi vya jua pamoja na vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Mkoa wa Kilimanjaro, vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa, wakati kwa upande wa mkoa wa Mbeya vipindi vya ukavu vinatarajiwa kuonekana katika siku nne zinazokuja hali hii inatarajiwa pia kuonekana katika mkoa wa Morogoro. Kwa upande wa mkoa wa Arusha vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Kutoka Mamlaka ya Hali ya Tanzania tuna la ziada hadi wakati mwingine. Asante na uwe na wakati mwema.